imeshinda lakini timu ambayo imecheza vizuri zaidi ndio ambayo imepoteza mchezo. Kwa hiyo, pongezi kwenu lakini pongezi pia kwa wachezaji wetu, wamewaonyesha kwamba Fountain Gate sio ya mchezo, mchezo. Kufungwa mbili. Uh, sijaona magoli yenyewe namna ambavyo yamepatikana yeah. Uh, yalikuwa, yalikuwa ni magoli ya bahati kwenu bahati mbaya kwetu, kwa hiyo uh, sisi tunaendelea kutengeneza timu yetu na kuna mtu tutakuja kumlipa hiki ambacho umetufanya leo. KMC au Mtibwa? Uh, KMC tayari ushambomoa Eh. Uh, ushamaliza mahojiano? Nishamaliza. Uh, waandishi, hamna maswali kwa mbuzi. mbuzi. <laughs> Sana. Ah, uh, mbuzi, so kinyonge. Unajua, unajua sisi tulitaka tuwaonyeshe watu kwaliti yetu. Ally Kamwe uh, mwanzo alikuwa ni mchambuzi. Ungempa au au ngempa au pupu, uh, uh, uh, unajua, kidogo umeishia ume getini ulimwagika pale getini, lakini ilikuwa ni, ni almanusura uh, ilikuwa ni almanusura vijana wamecheza mpira ma jana, udoongea kama hivi ungepungukiwa nini? ni songeai kok. Ulikuwa ni mpango kazi, afu kidogo leo ameamka, alikuwa na ha, kwa maana yake Boka. Afu unajua kocha alikuwa na akili, tunakumbuka ile mechi ya kirafiki tumecheza hapa, alicheza na Boka. Matokeo apa 1 kwa bahati bahati wa bahatibahati, leo mwalimu akaona da mtoto akaingia, Boka watamzomea hapa sasa hivi. Kwa hiyo wakambanisha position, Shabalala akabaki kule, Boka kaenda juu Aaa, huyu Chuga amemfundisha mpira wewe, unamjulia kazi kwa mwalimu wake. Wakati mimi nachukua leseni B ya CAF, timu ambayo tulikuwa tunaifundisha pale Tanga, Chuga alikuwepo. Sasa Chuga na huyu ni tofauti, ni version mpya, kwa sababu mkuta mimi nishampika, najua hiyo version mpya. Lakini e, niseme sikiza bandua Manyara mbali. Nipo mjini. Unalala. Kwa hiyo timu inaondoka unalala. Eh, nipo mjini. Ndio wale kumi niliosema nabaki kusherehekea leo. Ah, sio kusherehekea. Kuna mipango tunatengeneza. Mipango mingine. Eh, timu unaiacha. Kwa hiyo timu anabaki na timu yangu. Ikifungwa anabaki na timu yangu. Ah, sawa. Tunatengeneza mifugo. Bana maswali kwa mbuzi yao yameisha. Ona yaani, content yako dakika mbili <laughs> hawana maswali. Mmenisikitisha, pole sana. ndio mefunga Farabatu, unakomaa mbili? sio sio, hapana, timu nzuri kaka. nilikuwa namwambia bosu wako mmoja pale juu, anasema nyinyi mna bahati sana leo, tumefunga mbili. anakwambia kaka, heshima no, mmekutana na timu bora ndio kuliko Farabatu. sahihi kabisa au watu wa Manyara? Hapana, ni bora sasa. Na nyingi sana siwanakuonaunawawakilisha eh, eh, <laughs> <laughs> wewe sasa watu wa Babati Manyara, huyu ndio kioo chenu anasema, kama fountain ni wanasema aa founeni. Kwa hiyo akija hata mzungu saa hizi atauliza huyu anatoka wapi? Anatoka Manyara.